Habari, mimi ni Mwalimu Roda. Karibu sana katika chaneli yangu hii. Kipindi kilichopita nilitoa somo kuhusiana na hadithi, nilihadithia hadithi, hadithi ya Kima na Kobe. Lakini leo nitaenda kuonyesha umuhimu wa hadithi katika ujifunzaji wa watoto. Lakini pia nitaenda kuonyesha nafasi ya hadithi katika ujifunzaji wa watoto na jinsi wazazi na walimu wanavyoweza kuzitumia kufundisha maadili, ubunifu na ujuzi wa jamii. Kama bado hujasubscribe katika chaneli hii ya Mwalimu Roda, bonyeza alama kengele ya kengele hapo chini, ili kila nitakapo upload video zangu, wewe wa kwanza kuangalia. Hadithi si burudani tu, bali ni darasa la maisha. Songa nami ili uweze kujifunza umuhimu huo. Umuhimu wa kwanza wa hadithi katika ujifunzaji wa mtoto, hadithi huwa ni chombo cha kufundisha maadili. Pale ambapo utamfundisha mtoto kwa kutumia hadithi, ataenda kuelewa zaidi maadili kwa sababu hadithi huwa inajenga mvuto au attractive ya kusikiliza. Kwa hiyo, mtoto anaweza akaisikiliza kama stori ikamfurahisha, lakini at the same time akapata mafunzo kupitia hicho kitu ambacho unafundisha. Mfano hadithi ya Kobe na Kima, ambayo nimeifundisha hii hadithi. Ukiwa unamhadithia mtoto atafurahia, lakini atapata mafunzo ya upendo wa kweli, uvumilivu, pamoja na kusamehe. Wazazi wakitumia hadithi hii, watoto hujifunza tofauti ya mema na mabaya kupitia mfano, kwa ile mifano ambayo utakayokuwa ukitolea mtoto kupitia wanyama inaenda kumjenga zaidi kujifunza kuliko ungemwambia kwamba inabidi kuwa na upendo. Mtoto anaweza akaelewa lakini asiweze, anaweza akasikia lakini asiweze kuelewa kile kitu, lakini ukimtafsiria ataweza kutofautisha. Aa, kumbe ubaya ni huu, upendo ni huu. Kwa hiyo umuhimu mojawapo wa hadithi ni kufundisha maadili. Umuhimu wa pili wa kumfundisha mtoto kupitia hadithi huwa kama nyenzo ya kuboresha lugha ya mawasiliano kwa mtoto. Watoto wadogo wa mara nyingi huwa wanaendelea kujifunza lugha ya mawasiliano, hususan wale watoto wa awali. Kwa maana hiyo utakapokuwa ukimhadithia hadithi, mtoto ataendelea ku, ku, ku, kudevelopu ile kujifunza lugha au ujifunzaji wa lugha. Kwa maana misamiati mipya ambayo atakayokuwa akisikia katika hadithi itaenda kumjenga katika kuboresha mawasiliano yake. Mfano, mwalimu unaweza ukahadithia hadithi kisha ukamuuliza mtoto mdogo maswali. Mfano, Kobe alisema nini? Yule mtoto akajibu. Kwa maana hiyo kile kitu kinaenda kuwajengea watoto kuweza kudevelop au kukuza ule uwezo wa lugha pamoja na uwezo wa mawasiliano. Sambamba na hayo, pia hadithi huwa inachochea ubunifu na fikra pevu kwa watoto. Unapokuwa ukimhadithia mtoto hadithi, mara nyingi huwa anajiuliza kulingana na kile unachomhadithia. Anaweza akakuuliza kwa nini Kobe alifanya hivi? Kwa nini Kima alifanya vile? Na wewe kama mzazi au mwalimu unaweza ukawa unamuuliza mtoto maswali kupitia kile ambacho unamwadisia una au kile ambacho umemwadisia. Mfano, je, wewe ungekuwa Kobe baada ya Kima kukunyima chakula wewe ungefanya nini? Je, wewe ungekuwa Kima baada ya Kobe kukwambia ukanawe mpaka chakula kikaisha ungefanya nini? Mtoto atakacho kujibu, inaendelea kutengeneza fikra pevu za kufikiria. Kwa hiyo hadithi pia huwa ni nzuri kwa watoto kwa sababu zinaenda kujenga ubunifu na fikra pevu kwa watoto. Pia hadithi huwa inaboresha uhusiano wa kihisia, inaweza ikawa uhusiano wa kihisia wa karibu kati ya mzazi na mtoto au mwalimu na mtoto. Wei, kama mwalimu unapokuwa ukifundisha darasani, mara nyingi unamfundisha mtoto, upo serious, upo serious, upo serious, yule mtoto huwa anatengeleza off huwa anakuwa anatengeneza woga, hata kama nitakuwa na swali itakuwa ni ngumu kwake kuuliza, lakini utakapokuwa ukimhadithia hadithi ukawa unamwonyesha kicheko, yule mtoto kihisia anatengeneza ukaribu. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwake yeye kujifunza na kuelewa, hata pale utakapomfundisha kitu kingine. Hii itamsaidia pia kutengeneza imani pamoja na upendo kwako. Hata utakapomfundisha itakuwa rahisi kwake yeye kukusikiliza na kuelewa lile somo. Pia hadithi uhifadhi tamaduni na asili. Unapomfundisha mtoto kwa kutumia hadithi, mfano um, hadithi za jadi huwa zinaenda kuwajenga watoto kujifunza asili yao pamoja na hekima ya jamii. Kwa hiyo mtoto taelewa mimi jamii yangu ina hekima hii, inanipasa niishi hivi, kuna kitu sitakiwi nifanye, nikifanya kinaenda tofauti na maadili yetu. Kwa hiyo itamjengea mtoto hekima ya ku na hiyo jamii ambayo anaishi. Asante sana kwa kusikiliza hii video mwanzo hadi mwisho. Usiache kufuatilia Mwalimu Roda. Kipindi kijacho nitaenda kuongelea mbinu za kuwafundisha watoto kwa kupitia hadithi. Kama bado hauja subscribe katika chaneli hii, bonyeza alama ya kengele hapo chini. Pia usisahau kulike na kushare kwa wengine, ili waweze kupata maarifa. Asanteni sana, karibuni sana. Mwalimu Roda.